Sasa tuende katika baadhi ya matendo ambayo yanafanyika hija pale. Labda tuanze katika kutufu. Kwa nini tunazunguka Kaaba mara saba? Yaani kuna falsafa gani pale? Ah, tayib. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al adada as-sab'a au raqam sab'a raqam al-i'jazi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na kufanya kwamba nambari saba ndio ni nambari ya ajabu ajabu na maajabu ya nambari hiyo inakuja katika maeneo mengi sana. Ndiyo. Kwanza kabisa Allah subhanahu wa Taala yeye mwenyewe amejalia kwamba vitu vingi vimewekwa katika idadi ya saba saba. Anajua siri yake zaidi Allah subhanahu wa Taala. Ndiyo. Ni kwamba neno hii saba ina siri kubwa ndani yake. Ndiyo. Si pale pa kuchambua maelezo marefu kuhusu saba hii. Naam, kweli. Akitaka mtu hilo basi aulize katika siku ya saba katika wiki <laughs> <laughs> Jumamosi, Jumapili juma, mwose, juma, pili, juma eh, siku ya saba katika wiki. Sasa Allah Subhanahu amejalia kwamba hata idadi ya siku katika wiki ni saba no. Mbingu. No. saba mbingu, saba samawati tibaka no. ni mbingu, ni mbingu saba zimekaa tabaka baada tabaka jingine, saba saba samawati tibaka, naam no. lakini juu ya hayo pia katika milango milango imeitwa laha sabatu abwab no. Make kuna milango ya pepo, milango ya moto pia kuna milango saba no. Japokuwa kwamba katika moto mekuja laha sabatu abwab no. likuli babi minhum juzun maqsum no. lakini juu ya hayo kwamba hii idadi ya saba, hata yule mfalme wa Misri au Aziz Misr alipokuwa anaoteshwa ndoto ambayo maana yake hakujua mtu yote katika makasisi wa zama zile au wale washauri wa ikulu yake wakati ule hawakuweza kujua tafsiri ya, i, hawa ngombe saba waliokonda haya vipi, yale mengine makavu, mengine mabichi yanaliwa. Haya ndiyo ilikuwa idadi yake pia ni saba.

kama lao ungekuwa wino make wino maneno ya Mwenyezi Mungu e, basi ndio maneno make make ule wino make, bahari ndio wino wakuandika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wino huo bahari zingekauka hata kama lao zingeletwa bahari nyingine saba. Abu abhuri leta bahari nyingine saba kwa saba, ipo katika eneo lile. Kwa hivyo kuna tufu katika al-Kaaba. Kwa nini? Kwanza kabisa hii ni sehemu tukufu ambayo hata malaika wa Allah wamefanya, Nabiullahi Adam amefanya, Nabiullahi Ibrahim amefanya. Kwa hivyo hii ni kuhuisha ibada ambayo wamefanya watukufu na wabora kuliko sisi mm. manabii wa Allah subhanahu wa Ta'ala, wateule wa Mwenyezimungu ina mm. inna Allaha astafa adama Adam wa, Nuhan, wa ala ibrahima wa ala imrana ala lalamin la mm. kwa hao wale wateule wa Mwenyezimungu wametukuza eneo hilo na pia ndani ya eneo hilo pia kuna sehemu ambapo alisimama Nabii Allah Ibrahim katika kupandisha ujenzi wa ila al-Kaaba yenyewe. <tip> Wasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Isma'il, rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul alim. Hapo mwisho wa zile kile kisa kinachozungumzia ujenzi ule wa al-Kaaba katika Sura al-Baqara. Kwa hivyo panaelekezwa kwamba nakumbusha watu pale ambapo aliposimama Nabii Allah Ibrahim akipandisha ujenzi wa nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Umar bin Khattab alitamani sana yeah. Kwamba kwa nini tusifanye pale ambapo alisimama Nabii Ibrahim pale ikawa ni sehemu ya kuswali raka mbili ya Rasulullah. Yeah. Ikashushwa aya, na hizo aya ziko aya kadhaa zinaitwa hizi aya zinaitwa muwafaqatu Umar. No. Kwamba aya ambazo zimeshushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuafikiana na maoni ya Umar bin Khattab radhiallahu akifikiria jambo tu, no eneo la mji mtukufu wa Makkah yeah. yeah. katika eneo la Kaaba pale yeah. au nyumba tukufu, nyumba kongwe albaitul atiq, ndani yake pale kuna alama na ishara kubwa za wazi za kutambua utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wataala. Lakini akasema kwamba miongoni mwa hizo aya na ishara hizo na alama hizo basi ni makamu Ibrahim. Ndiye. ay makanu qiyami ibrahima hina kana yarfau albayta huwa waismailu alaihim assalam. Kwa hivyo sehemu hii ni sehemu ambayo si ya kawaida ya palipokanyaga miguu ya, ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu watakhadha llahu ibrahima khalila. Ndiye. Ibrahim ni Khalidur Rahman, Khalidullah. Naam. Kwa hivyo kipenzi cha Mwenyezi Mungu amekanyaga pale. Si pahala padogo. Ndio. Na amefanya hayo kwa tunakwenda katika idadi ya saba kwa sababu ndiyo taratibu tumekuwa na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam na alifanya Mtume vile vile akasema kwamba chukueni kutoka kwangu utaratibu wa ibada zenu tutufu mara saba. Kwa hivyo na utaratibu ni ule ule. Kwa sababu unatufu maki unaweka al-Kaaba kushoto kwako kwa unakwenda kama kinyume chake. Lazima utaratibu ulivyo kwamba Al Kaaba ya kushoto kwako unaizunguka kwa namna hii, kuanzia katika ile Babul Kaaba na kuna sehemu inaitwa Al Multazam, sehemu tukufu sana hiyo, katika mbele ya mlango Al Kaaba. Kwa hivyo unapoanzia katika ile nguzo pale inaitwa Ruknul Hajar al-Aswad mm. Ukianzia pahala pale ndo sehemu sahihi ya kuanzia ya kufanya tawafu, ile unazunguka mpaka kufika pahala tena ulipoanzia inakuwa ni mzunguko mmoja mm. Na unakwenda kwa dhikri maalum mm. Sasa haya yote haya ni kwamba ili tujifananize sisi na malaika wa Allah subhanahu wataala, tumepewa sisi idadi ya saba, kwa sababu ni idadi chache katika witiri, ni chache tu. Lakini malaika wa Allah subhanahu wataala, wao wanatufu katika arshi kwa idadi ambayo haijui isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa uchache tunapata idadi hii ya saba, kwa mujibu wa zile zile pia zile taratibu za za za Uislam, zile saba saba zimekuwa ni nyingi sana. Kwa hivyo haya yote yanaonyesha kwamba tunatakiwa tutukuze yale ambayo katukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile sema Allah mtukufu ya kwamba, dhalika man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, kwamba hivyo ndivyo ilivyo kwa yule ambaye anatukuza vitukuzo vya Mwenyezi Mungu na, basi hiyo ni katika kufanya hivyo ni katika ucha Mungu wa nyoyo na. Sio ucha Mungu wa maneno na, ucha Mungu wa moyo, moyo unatukuza yale ambayo Mungu anatukuza, kwa hivyo kutekeleza haya pia ni kutukuza na kutukuza ni sehemu katika ucha Mungu. Haya ni muhimu sana kuzingatia, kwa kuwa ndio Allah ameyaweka katika utaratibu huo. Wallahu taala alam.